Mimi ninaitwa Ado Shaibu Ado, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini. Kwa heshima, ninasimama mbele ya bunge hili kuwaomba waheshimiwa wabunge wanichague kuwa kamishna wa tume ya utumishi wa bunge, na ahadi yangu ni moja tu: nitatetea kwa vitendo maslahi ya bunge hili, maslahi ya wabunge na maslahi ya watumishi wa bunge ambayo hayo kwa hakika ndio mamlaka ya tume ya utumishi wa bunge. Kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba kula zenu. Asanteni sana sana, Honorable Spika, uh, honorable members of this August house. My name is uh, Joshua Nasari. I bring with me uh, experience from uh, having worked as a member of parliament in this house.

Asante sana Mheshimiwa Spika. Naitwa Wilson Mahera Charles. Ni nimeomba nafasi ya ujumbe wa utumishi wa bunge, mimi nina elimu ya PhD wa hesabu lakini pia nimewahi kuwa mkurugenzi halmashauri ya wilaya, ambapo nimekuwa nikisimamia watumishi zaidi ya elfu tatu na baada ya hapo pia nikawa mkurugenzi Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo nilisimamia masuala ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini, lakini baadaye pia nikateuliwa kuwa naibu katibu mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, ambapo nilihudumu pia kwa muda wa mwaka mmoja na nusu na baada ya hapo nikateuliwa kwenda wizara ya elimu kama naibu katibu mkuu wizara ya elimu ambapo nilihudumu. Ni mbunge kutoka jimbo la Butiama. Ninaomba kula zenu waheshimiwa wabunge, ili niweze kuwa kamishna wa tume hii ya utumishi wa bunge. Naomba kuwasilisha. Naitwa Patali Shida Patali nami, na nimeomba nafasi ya mjumbe wa tume ya utumishi wa bunge. Mheshimiwa Spika, nimeomba nafasi hii kwa sababu mbili. Ya kwanza, mpaka naingia kwenye bunge hili nimekuwa nikihudumu kama afisa utumishi kwa miaka yangu takribani kumi na mitano. Natambua tume hii majukumu yake makubwa ni kusimamia ajira za watumishi, maslahi ya watumishi miundo pamoja na sera za watumishi. Tume hii inaidhinisha bajeti za watumishi, nanyi wabunge wote mliopo katika bunge hili, ili kufanya majukumu yenu sawia na katika akili ya msawazo, mnahitaji watumishi wanaoweza kuwahudumia wakiwa katika hali ambayo ni tulivu na hawana stress. Mheshimiwa Spika, niliyepo hapa mbele yako na wabunge wote wa bunge hili tukufu, mara ya mwisho nimehudumu kama mkurugenzi wa utumishi na utawala mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, chini ya wizara ya maji. Nimezifanya kazi vizuri, nafahamu namna bora ya kuwafanya watumishi wafanye kazi yao vizuri, ikiwa pamoja na kuwahudumieni wabunge. Jambo la pili, mheshimiwa Spika, nafahamu moja ya jukumu kubwa la bunge hili tukufu ni kuisimamia serikali, kuishauri serikali, lakini kazi kubwa ya bunge hili iliyofichika ni kutengeneza, kuandaa viongozi wa kesho. Nafahamu kabisa mna nafasi kubwa ya sisi viongozi tulioingia katika bunge hili kutuandaa na kufinyanga, ili tuwe bora kwa ajili ya kulitumikia taifa letu. Nipo mbele yenu kuombeni kura. Kwa heshima kubwa, mnipe kura za ndio nikapate kuwa mbunge ambaye nawakilisha tume hii ya utumishi wa umma hapa bungeni. Baada ya kusema hayo, nishukuru sana, naombeni kura zenu kwa jina la Ita Bonifasi Mwita, maarufu kama mzee wa taarifa fupi <laughs> Mheshimiwa Spika au wabunge wote tunafahamiana na wengi wanafahamu uwezo wangu wa kuwatetea kwa heshima na taadhima, naombeni kura zenu. Na washukuru sana waheshimiwa wabunge, niliyosimama mbele yenu, naitwa Catherine Kanuti Joachim. Nimesimama hapa kuomba kura zenu kama mjumbe wa tume ya utumishi wabunge. Ninafahamu kwamba kazi yetu sisi wabunge ni kutunga sheria. Lakini vile vile, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa weledi, haki na maarifa, tunahitaji sisi kama wabunge tuweze kuwa na maslahi yanayo tufanya tutekeleze kazi zetu kwa makini, na sio sisi tu, hata pia kwa watumishi mbalimbali ambao wanatuhudumia. Hivyo waheshimiwa wabu, wabunge, naahidi kwamba mkinichagua nitawatumikia kwa uaminifu mkubwa, ueledi na usiri. Ninawaomba kura zenu ili niweze kuwatumikia. Asanteni sana, asante. Naitwa asante na Asha Salu Moto, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Spika na wabunge wote, kwa heshima na taazima, naomba kura zenu kwa nafasi hii ya kuwa mwakilishi wenu Tume ya Utumishi wa Bunge. Niko tayari kuwatumikia kwa uwezo wangu wote, kuwatetea na kuwasimamia maslahi yenu kwa nafasi hiyo mtakayonipa hivi punde. Waheshimiwa wabunge, nina uzoefu sio sana lakini nina imani nitamudu, nitamudu na kutekeleza yale yote ambayo tutayajadili kwa pamoja. Kabla ya kufika hapa bungeni nimeshashika nafasi mbalimbali -mbali katika uh, utumishi. Nimekuwa uh, katibu wa wanawake shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania, lakini nimekuwa mwenyekiti wa wanawake chama cha wafanyakazi Tugo mkoa wa Mtwara lakini nimekuwa mjumbe wa baraza kuu la ut taifa. Kwa nafasi hiyo tu, ninayo uwezo mkubwa sana wa kusimama na nyinyi na kutetea maslahi yenu, kama sitakuwa na woga. Naomba mniamini, naomba kura zenu. Asanteni sana. Ina naitwa Haji Amori Haji, ni mbunge wa jimbo la Pangawe Zanzibar. Nimesimama mbele yenu ndugu waheshimiwa wabunge, kwa ajili ya kuomba nafasi ya utumishi wa bunge ambao kwa kifupi tu nasema kwamba ni nafasi ya ukamishna ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, mimi niliyosimama mbele yako, ambaye ninayeomba na nafasi hii naomba nikiwa kama nna nafasi ya na uteule wa kuwa kama ni daktari katika masuala ya uongozi pamoja na masuala ya utu, lakini vile vile ni balozi, ni balozi wa amani au tayari na, nimepatiwa nafasi hiyo kama ni Universal, Universal Peace Federation. Lakini hata hivyo pia katika masuala ya kiutendaji kwa upande wa Zanzibar nimewahi kuhudumu katika nafasi ya, ya, ya, ya, ya bodi ya mamlaka ya mafunzo ya mali kwa kipindi cha miaka, saba, miaka, miaka sita, lakini wakati huo huo nimefanya kazi mbalimbali mbali, ambazo ni za ndani ya, ndani ya serikali na ndani ya binafsi. Ndugu zangu, waheshimiwa wabunge, ambaye niliyosimama mbele yenu hapa, naomba nafasi hii ili kuweza kukutumikieni kwa dhati ya moyo wangu nikiwa kama mtumishi wenu katika nafasi ya utumishi wa bunge kwa nafasi ya ukamishna. Natumai kwamba nimeomba kwa sababu ya kwamba ninaweza na nimewahi kuhudumu kwa wabunge wa Zanzibar kama ni mwenyekiti wa wabunge kwa kipindi cha miaka mitano. Naomba kura zenu waheshimiwa wabunge. Mimi naitwa Amjad Usi Salum Pondeza, ni mbunge kutokea Zanzibar jimbo la Chumbuni na niko hapa kwa kipindi zaidi ya, zaidi ya viwili na hichi cha tatu, na na uzoefu wa uongozi kuanzia kwenye chama changu, lakini na kwenye taasisi za binafsi ambazo nimekuwa nikiziongoza, zaidi ya taasisi tano sita ziko chini yangu. Lakini nimewiwa nisimame hapa nigombee nafasi hii kwa ajili ya kuwawakilisha wabunge wenzangu na kwa ajili ya kutetea maslahi yao. Uzoefu wangu wabunge wengi mnanielewa, nikianza kusema tutachukua muda kama alivyosema spika, lakini naomba kura zenu wabunge wote.